Akiamua kukasirika, hii dunia ni mtafutano, hakuna bosi, hakuna mheshimiwa, hata wenye vitambi wanakimbia. Haleluya, zarau leo kwa sababu ya kitu ambacho kinachokupa kiburi, lakini dunia hii yote itakuwa ukiwa. Utamkimbilia bosi aliyekuwa na jeuri, anaambiwa habari za Yesu, anatukana, atakuambia na mimi huyo Yesu namuhitaji. Sijui wale wahubiri wako wapi wale wahubiri bwana, walikuwa wanaongea maneno mazuri, niliwachukia kwa sababu ya duka langu la sigara nilizokuwa nauza. Unajua wale wahubiri bwana, walikuwa wanaongea nisijiunge Freemason, lakini ni mimi nilipenda pesa. Sasa hivi, mbona pesa siwezi kununua hata sindano ya kushonea nguo? Wakati huo pesa zimekuwa makapi. Unaenda dukani kubisha odi, unakuta duka limefungwa na mwenye duka hayupo, amekimbia. Hapo cha samani mwanadamu hakionekani, wakati huo kila mwenye hekima ameshaondolewa duniani. Hekima ya Mungu leo inatufanya tuweke akiba itakayoweza kudumu milele, hata kama dunia itakuwa imeteketea yote. Sante Yesu. Ndio maana tumeimba, Yesu ni fimbo yangu, natembea nayo kila mahali ninapoenda. Hii fimbo ninatembea nayo kwa nini? Kwa sababu Yesu sio kama dini. Nikiwa hapa stendi, Yesu akiwa moyoni, hata akipita maraya yuko uchi, siwezi kumtamani. Yesu ni fimbo yangu, ninatembea hata nikisikia wametengeneza vinywaji vya kusisimua mwili, siwezi kuvinunua. Roho Mtakatifu ananitosha kuweza kuendwa maisha ya dunia yaliyoharibika. <applause> Leo mnatengenezewa vinywaji vya kuongeza nguvu za kiume, ili mzini. Subiri, Amen. si mnatafuta nguvu za dunia. He, dunia inaenda kuyayuka, dunia inaenda kuondolewa. Ardhi hii tuliyoikanyaga, ujue kwamba chini huku kuna maji. Mungu akipanga kuamua kwamba maji yaliyoko kwenye ardhi yaje juu, takiona kiburi cha mwanadamu kitakavyomponza kitaka, majumba yatadidimia, gari hautaliendesha, hautaweza kukimbia ndio utaona mizoga ya watu imeelea juu ya maji, kwa sababu ya kiburi kama alichokuwa nacho Farao mm. Farao aliamini vifaru, aliamini farasi, akaamini pesa, akajua kwamba amepiga mwingi, kumbe ndo akaja kuelea juu ya maji kwa sababu ya kiburi. Hawa wahubiri wananiambia nini? Nina hera zangu alikuwa nazo Farao.